Habari ndugu Mtanzania, kwa majina anaitwa Enoki Kabadi, ni mthamini kutoka kampuni ya Mevity, na leo tunazungumzia faida za kujua thamani halisi ya mali zako. Kujua thamani halisi ya mali zako kuna faida na umuhimu mkubwa, hasa katika masuala ya usimamizi wa fedha, kwa sababu ya kuwa na usahihi na uhakika wa taarifa za kifedha, hasa katika masuala ya kiuwekezaji na hivyo kufanya maamuzi sahihi. Zifuatazo ni faida za kujua thamani halisi ya mali zako ikiwa ni pamoja na moja, husaidia mnunuzi au mmiliki wa mali kujua thamani halisi ya bei ya soko ya mali husika na hivyo kupelekea kuuza au kununua mali hiyo kwa gharama au bei halali kulingana thamani ya soko hilo. Mbili, huongeza uwazi na kujiamini kwa mwekezaji, kwani atajua kama uwekezaji wake una faida kabla na baada ya kuwekeza. Tatu, husaidia kuamua fidia kwa haki endapo mali hizo zinataka kuchukuliwa na taasisi aidha binafsi au za serikali kwa ajili ya maendeleo husika, kwa mfano barabara, uh, viwanda, lakini pia shule. Hivyo basi, wamiliki wa hizo mali huweza kupata fidia zenye haki na usawa. Nne, husaidia wakati wa kugawana mali za mirathi, kwani mali za mirathi zitagawanywa kwa haki kutokana na thamani yake hufahamika. Faida ya tano, kwa kutumia tathmini ya mali zako husaidia taasisi za kifedha kuamua ni kiasi gani cha mkopo wanaweza kukupatia kutokana na thamani halisi ya hiyo dhamana yako.